Ndoto tano zinazoonyesha roho ya mauti inakufuatilia. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ndoto tano ambazo kiziota basi unatakiwa utambue ya kuwa roho ya mauti inakufuatilia. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto mbalimbali, lakini wengi wamekuwa hawajui ndoto wanazoziota zinaashiria vitu gani. Asilimia kubwa ya ndoto ambazo unaziota huwa zimebeba maana ni muhimu kufuatilia ndoto ambayo unaiota inakuwa imebeba maana gani, hii itakusaidia kabisa. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kutambua, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na msara wa 14 wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto katika maono ya usiku usingizi mzito wa ajili yapo watu katika usingizi kitandani. Tunaona ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia ndoto kuzungumza na wewe. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto, na mwisho wa siku zile ndoto walizoziota wanashangaa ndoto hizo zinatokea kama walivyoota na wengi wamekuwa wakishangaa hali hiyo. Kwa hiyo nataka nikufundishe, kuna jambo la msingi sana. Kuna ndoto baada ya kuota Unatakiwa uweze kuzishughulikia. Jambo ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu akuonyeshi ndoto au akufunulie jambo ndotoni kwa lengo la kutaka ufedheheke, hapana. Mungu akufu, akufunulie jambo ndotoni kwa kufanya au kwa lengo la kukutisha hapana. Mungu anakufunulia ndoto a, kwa lengo la kukufanya wewe uweze kusimama, kama ni mbaya, anataka uweze kusimama kuizuia, kuomba kuizuia ili ndoto hii isitokee. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto, lakini wengi wao wanazipuuzia ndoto ambazo wanaziota na mwisho wa siku wanajikuta wakiingia kwenye shida na matatizo mbalimbali mbali. Leo nitakwenda kukwambia ndoto tano zinazoonyesha roho ya mauti inakufuatilia. Kabla hatujaendelea, basi jambo ambalo natakiwa kulifanya ni kulike video hii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 bonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza, lakini pia hautapitwa kabisa na mafundisho yetu mbali mbali tunayoyatuma kila siku. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fatilia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, kuna mambo mengi sana ambayo yatabadilisha maisha yako. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto tano zinazoonyesha roho ya mauti inakufuatilia. Ndoto namba moja: Kuzungukwa na nzi, au kukimbizwa na nzi. Ukijiona ndotoni umekaa au unatembea na ghafla ukashangaa unazungukwa na nzi wengi sana, yaani unashangaa nzi wengi sana wamekuzunguka, ndoto hii inaashiria kuna roho ya mauti inakufuatilia. Yamkini unaweza kuwa umetulia sehemu, unajiona ndotoni umetulia sehemu, au umekaa in eneo fulani au unatembea. Ghafla unashangaa nzi wengi sana wanakuja wanaanza kuzunguka mwili mzima, nzi wengi sana au unaweza kukuta labda unatembea unashangaa nzi wengi wanaanza kukimbiza. Ndoto hii inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kuifanya baada ya kuota ndoto ya namna hii, unatakiwa kuomba, kataa kila roho ya mauti iliyotumwa kukufuatilia, iliyotumwa kwa ajili ya kukuangamiza. Kataa roho ya mauti yote ambayo inafuatilia maisha yako, kataa roho ya mauti ambayo inafuatilia familia yako kataa kila kwayo, wengi, eh, wengi, wapu, fukuza, lakini, kuganda, roho ya mauti ambayo inafuatilia maisha yako. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umezungukwa na nzi wengi, unakuta nzi wengi wamekuzunguka wewe mwenyewe, mpaka unashangaa wametoka wapi, unaandika kuwafukuza, lakini wamekuganda, wanakung'ang'ania kabisa. Ndoto hii inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Lakini ndoto namba mbili, kujiona ndotoni umepotea. Ukijiona ndotoni umepotea unajikuta labda unasikia sauti ya watu wanakuita, ila wewe huoni njia ya kutoka hapo ulipo. Unaweza ukawa unajiona huko kwenye eneo, lakini unasikia watu wanakuita, lakini wewe huoni njia ya kutoka ili uweze kuwafikia wale watu, unashangaa uh, unakuwa unasikia watu wanakuita, unajiona umepotea, alafu ghafla unaanza kusikia watu wanakuita, lakini wewe huoni njia ya kutoka hapo ulipo, basi tambua roho ya mauti inakufuatilia. Eh, ndoto hii inaashiria utaingia uh, kwenye ulimwengu mwingine, yani utaingia kwenye ulimwengu mwingine. Unaweza ukaona watu wanakuita sana, ila wewe unawaona, ila wao hawakuoni. Unashangaa watu wanakuita sana, wanakuita kwa jina lako, na unawaambia niko hapa, ila hao watu wao wawa hawakuoni, lakini pia sio kukuona, wao wakusikii. Kwa hiyo wewe unakuwa una uwezo ukawaona, ila wao hawakuoni wala hawakusikii. E, ndoto hii inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Kufuatilia unatakiwa uombe au unatakiwa kupuuzia kabisa. Ujiona ndotoni umepotea. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umepotea, unakuwa unasikia watu wanakuita, ila wewe huoni njia ya kutoka hapo ulipo. Ndoto hii inaashiria utaingia kwenye ulimwengu mwingine. Ndoto hii inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto na namna hii, lakini na mwisho wa siku, wasiposhughulikia wanajikuta Wana, wana, wana nani, kuna mambo ambayo yanatokea, roho ya mauti inawapata. Kwa hiyo ni muhimu sana ukiota ndoto ya namna hii, ni muhimu sana kuifuatilia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umepotea ghafla, watu wanaanza kukuita, unakuwa unawaona kabisa, unakuwa unawaambia, jamani, niko hapo, unatoa sauti yako kubwa sana, niko hapa, natafuta mi, niko hapa lakini, wenyewe hawakusikii wala hawakuoni, ila wewe unawaona Unashanga bwana, mimi nawaona, mimi si niko hapa. Unamwita fulani, unamkiri, unamjua kabisa mtu fulani, unamwita fulani, mimi niko hapa, lakini mtu huyo akusikii kabisa, wala akuoni. Yani ndea kukuita, ndea kukutafuta, basi unatakiwa utambue roho ya mauti inakufuatilia. So kitu cha baada ya kuamka unatakiwa uombe, kataa, reverse, kataa, pinga, kataa roho ya mauti kwenye maisha yako. Utakiwa kuacha ndoto namna hii, utakiwa kupuuzia, unatakiwa uweze kuomba. Lakini jambo lingine, ndoto nyingine hujiona ndotoni mwili wako unatengana na roho yako. Ndoto hii inaashiria kuna roho ya mauti inakufuatilia maisha yako. Yani ukijiona ndotoni, unashangaa unajiona, mwili wako yani unatengana na roho yako, unashangaa unakuwa unajiona, mbona tu kwa mwili tunafanana yani, unaanza kushangaa mwili wako unajiona, kuna mtu anachomoka ndani, mwili wako unabakia afi, naona kuna mtu anachomoka ndani. Kumbuka ku mtu ni roho inayekaa ndani ya nyumba, na nyumba yenyewe inaitwa mwili. Nadhani ufundishe kitu we. Ukiona, ukijiona ndotoni mwili wako unatengana na roho yako, ndoto hii inaashiria roho ya mauti na kufuatilia maisha yako. Jambo la msingi ambao unataka kulitambua mtu ni roho, mtu ni roho inayokaa ndani ya nyumba na nyumba yenyewe inaitwa mwili. Kwa hiyo mtu ni roho. Ndo maana unaweza ukasikia mtu anasema kichwa changu kinauma, kumbe mtu sio kichwa. Mtu anasikia anasema, mikono yangu, miguu yangu, tumbo langu, kichwa changu. Huyo anasema changu mikono yangu, anayesema ya yangu yangu, anayemiliki mikono yangu macho yangu pua yangu, huyu mtu anayesema yangu, huyo ndo roho. Kwa hiyo mtu ni roho inayekaa ndani ya nyumba, na nyumba yenyewe inaitwa ina, mwili. Kwa hiyo ukijiona ndotoni mwili unatengana roho, basi unatakiwa utambue ndoto hii inaashiria roho hii ya mauti. Lakini pia ukijiona ndotoni umezingirwa na wanyama waliokufa e, umezingirwa na mizoga unajiona umezingirwa na wanyama waliokufa, umezingirwa na mizoga au ukiona nyama zilizooza huko kwenye mizoga, ndoto hii inaashiria malaika wa mauti yuko karibu yako. Lakini pia uh, ndoto nyingine, hujiona ndotoni damu inatoka kichwani mwako, lakini hakuna jeraha lolote. Ukijiona ndotoni uh, damu inatoka kichwani mwako lakini hakuna jeraha lolote hilo. Unashangaa damu inatoka inatoka, lakini ukijiangalia, mbona hauoni sehemu ambako damu inatokea, lakini damu inakuwa inatoka kichwani, inatoka eh, damu kichwani inatoka. Ukijaribu kuangalia, huoni jeraha lolote. Unajiona, mbona mimi sijaumia, lakini naona damu inatoka sana. Kibiblia damu ni chanzo cha uhai, ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi kumi na saba na mstari wa kumi na nne imeandikwa kwa maana kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama hiyo damu yake ni, mo, ni moja ya uhai wake. Kwa hiyo kwa, kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, kwa hiyo uh, damu ni chanzo mojawapo cha uhai. Kwa hiyo ukijona damu unatokwa na damu sana nyingi, ambao inaashiria roho ya mauti. Kwa hiyo jambo la msingi ambayo unatakiwa kulifanya ni kuingia kwenye maombi kwa Mungu. Anakuonyesha kama hapo mwanzo ulivyosema, Mungu anakuonyesha kwa lengo la kukutaka wewe kuzuia, kama ni jambo baya lisitokee unalizuia. Kwa ukiota ndoto za namna hii, unatakiwa uombe kataro ya mauti juu yako. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe katika chaneli yetu ya Nguvu ya Maono Media ili uendelee kujifunza zaidi. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.